Hey mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript na bado tupo katika kipengele cha DOM. Nategemea hadi kufikia katika video hii ya leo umeshatazama video zilizopita huko nyuma. Tulipeana utangulizi DOM ni kitu gani, tukaangalia kiundani kidogo, tukajifunza baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kuvifahamu katika kipengele hichi cha DOM. So nategemea umeshatazama, kama bado hakikisha unatazama ndipo uje kuendelea na video hii. Video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na traversing the DOM katika JavaScript. Ni kitu gani utanielewa. Hadi kuweza kutamatika video hii, utakuwa utakua tayari umeweza kujifunza hiko ambacho nategemea leo kuweza kukupatia. So kama umewahi kufungua ukurasa wa website, na nategemea sote tumeshawahi na tunafahamu, hata kama unatengeneza tu simple html document na kuifungulia katika browser, ndio hiko kitu ambacho nakiongelea. Kila kitu unachokiona katika browser yako kikidisplay maandishi, picha, button, menu, vyote hivyo vinaundwa na HTML. Lakini sasa, ili JavaScript iweze kuvifanya hivyo vitu vibadilike, kufanya kazi na hivyo vitu mbalimbali ambavyo vimo katika HTML document yako niyotengeneza au viwe interactive, page yako iwe interactive, website yako iwe dynamic, inahitaji kuweza kuvifikia vitu hivyo kimoja baada ya kingine, moja kwa moja, na kuweza kufanya navyo kazi. Sasa DOM ni kitu gani? Tumeshaelezana katika video zilizopita, wacha niweze kukumbushia kidogo na tuendelee na kipengele hiki ambacho leo tunahitajika kuki-cover. DOM kwa fupi ni ufupisho wa maneno matatu, Document Object Model. Lakini pia kwa urahisi, fikiria HTML ni kama familia. Sote familia tunafahamu, kuna n -n nani na nani ambaye anajenga familia. Kila kitu ndani ya HTML kinaweza kuwa kama sio mzazi basi ni mtoto, kama sio mtoto basi ni ndugu kama ilivyo tu katika familia na katika HTML document yako hizi kodi ambazo unaziweka humu ndani zinajengeka katika hali kama hiyo. Sasa familia hii inaundwa kwenye muundo wa mti. Niliongelea kuhusiana na hii tree structure katika DOM na leo naigusia hapa, na nategemea unanielewa vizuri. Mfano rahisi, chukulia HTML document yetu hii hapa kiangalia, kuna kodi tofauti tofauti humu. Kuna kodi nyingine zimo ndani ya kodi lakini kuna kodi nyingine hapa unakuta zipo zinajitegemea hazina kodi ndani yake. Nini namaanisha? katika DOM hii HTML document yetu hapa, jinsi ambavyo inaonekana inaanza kwanza na kitu cha mwanzo ambacho ni document. Document inakuwa na tawi, hilo tawi ndio tunasema hii HTML, then katika hiyo HTML kuna kuwa mfano na body na head, alafu ndani ya body kuna kuwa na vitu vingine mfano kama hapa heading 1, kuna hii div, alafu head nayo ina vitu vyake. Tulioneshana kuhusiana na tree structure katika DOM the way automatic inavyokuwa inajengwa baada ya kutengeneza HTML document zetu ama page zetu. Kwa hiyo sio kitu ambacho nadhani kina umuhimu wa kukirudia tena, wakati nimeshafahamisha katika video iliyopita. Kama umeshatazama, unanielewa vizuri kila ambacho nakizungumza hapa. Sasa katika hiyo DOM tree hiyo uh, document HTML, body, div, paragraph na nyinginezo, hivyo vyote tunaviita kama ni node, na node inaweza kuwa ni element node, text node ama comment node. Element node tunazizungumzia hizo div, paragraph e body, uh, element uh, list element na nyinginezo, lakini text node tunaongelea haya maandishi ambayo yanakuwemo ndani ya element zetu hizi text, na comment node ni yale maoni tunayotumia katika kodi zetu, comment sote tunazifahamu, kwa hata comment ambazo uzioni katika browser yako, still nayo katika DOM zinajengeka tunaita comment node. So, traversing the DOM na maanisha nini? Kwa ufupi, kabla tujaingia kiundani, unaweza kuelewa kuwa ni ile hali ya kusafiri kutoka node moja kwenda nyingine, ni ile hali ya kuweza ku access node moja kwenda node nyingine ama kuweza kupata node fulani katika dom tree yako, ndo traverse the dom, kusafiri ndani ya dom. Unatoka tawi moja, unaenda tawi jingine, unatoka una katika mzazi parent, unakwenda kwa child fulani, unakwenda kwa kwa sibling. Ni hiko ambacho tunamaanisha hapa, ndo kitu ambacho leo tunakwenda kukicover. So kwa nini tunafanya dom traversing? Tunafanya dom traversing ili kuweza kupata element fulani tunayotaka kuweza kuibadilisha ni muhimu tuweze kufanya hiyo dom traversing, kuweza kujua pia inapofanya kazi, ili pia kuweza kubadilisha maandishi au style pale inapohitajika, lakini vile vile ili kuondoa au kuongeza element ili kuweza kufanya website iwe interactive. Tumekuwa tukitumia hiyo dom traversing, na kama utaelewa vizuri, itakuwa rahisi kwako kuweza kufanya vitu kama hivyo. Sasa, natumai umeweza kupata concept japo kidogo dom traversing ni kitu gani, na kipi ambacho tunakwenda kukikava leo. Simple tu, fahamu kuwa ni ile kutembea kwenye familia ambayo naiongelea hapa, ama hiyo dom tree ambayo naiongelea, kupanda juu kwenda kwa mzazi, maana yake tunaweza kuchukulia, kushuka chini kwenda kwa watoto, kusogea kushoto au kulia kwenda kwa ndugu, unaweza kuelewa hivyo. Let's say hapa tupo na hii div a div ndani yake kuna hii paragraph, lakini pia huyu div yupo ndani ya body unaona. Kwa hiyo body hapa anaact as a parent wa div, lakini div yeye anaact as a parent wa huyu paragraph, kwa paragraph hapa ni child. Kwa hiyo kutoka katika let's say paragraph hii kwenda kwa mzazi ambaye ni div hapa, tunatumia method mfano ya parent element, ambayo tutakwenda kujifunza muda si mrefu lakini kutoka kwa div hapa kwenda kwa mtoto ambaye ni huyu paragraph ambaye yumo ndani humu, tunatumia method kama children ambayo tutakwenda kuiona hapa inavyofanya kazi. Ndio vitu ambavyo navizungumzia hapa leo katika video hii, natumai unaweza kupata concept. Ni vitu ambavyo kidogo vinahitaji umakini. Unaweza ukahisi vinatumika wapi, pengine huoni umuhimu wake, lakini unatakiwa uweze kujua namna gani ya kuinteract na hiyo DOM tree yako ili basi JavaScript iweze kufanya vitu tofauti tofauti katika peji yako kuifanya interactive na kuifanya iwe dynamic website yako. So tuanze safari ya kupanda juu ambayo ni ya parent. Kila element iko ndani ya element nyingine. Kiangalia HTML document yetu inaonekana hivyo. Isipokuwa document hata katika ile DOM tree document ndio inaanza mwanzo pale. Kwa hiyo ile ndio haina parent. Haipo katika document, haipo katika element nyingine, lakini zilizobaki zote zimo ndani ya elementi nyingine. HTML hii ipo ndani ya document, head ipo ndani ya HTML, title ipo ndani ya head. Umeona, ndio hicho ambacho nakizungumzia. So kwa mfano, ndo tupo na hii div yetu ambayo tumeipa id ya box, tupo na paragraph yetu ambayo tumeipa id ya text. Tukija katika script yetu huku let's say, katika faili yetu ya nje ya JavaScript, ndio ambayo tutaitumia tuloanza nayo katika kujifunza kipengele hicho cha DOM, ndio hiyo hiyo ambayo tutaendelea kuitumia. Tutengeneze variable const text sawa sawa, document dot get element hiki ambacho nakiandika hapa tumeshajifunza katika video zilizopita, kwa hiyo nadhani kama umetazama video zilizopita, haina haja ya kuweza mimi kurudia tena kuelezea vitu hivi kama bado basi rudi uende ukatazama. So ukiangalia hapa tumeweza kutengeneza variable yetu ya text, na moja kwa moja tunaweza kuipata element ambayo tunahitaji ambayo ina id ya text. Ukiangalia hapa ni hii id ya text muja, kwa hiyo paragraph moja kwa moja tumeshaifikia hapa, na itakuwa represented na hii variable ya text. So console.log then humu ndani tunaita ya text, dot, tuna access method yetu ya parent, element. Na ukiangalia katika browser yangu huku utaona parent ele, okay kuna spelling element. Method yetu kuwa makini katika uandishi. Ukiangalia text dot parent element imetoa hapa div id box, ndio parent element ya huyu hapa. Nini inamaanisha? angalia Hapa tuelewane vizuri, hii paragraph parent yake ni hii div hapa, ambayo ina id ya box. Kwa hiyo sisi tulipohitaji kujua, je, hii paragraph parent yake ni ipi, ikatuletea kuwa hii bwana, parent yake ni div ambayo ina id ya box, ndio ndani yake utakuta imekusanywa hii hapa hello, paragraph. Simple kwa kutumia method hii ya parent element tumeweza kuona jinsi gani ambavyo eh, parent iliyokusanywa katika hiyo paragraph yetu ni ipi. So kwa kupitia hii method ya parent element tuna uwezo wa kufanya hivyo, kwa kuna hizi method mbili nimekuambia kuna parent node na parent element. Parent element ndio hiyo jinsi ambavyo inafanya kazi, lakini kumbuka, kuweza kutumia parent element mara nyingi kuliko kutumia parent node, kwa sababu parent element ndio salama zaidi hapa. Tuna uwezo wa kuweka parent node, angalia nayo inavyofanya kazi node method hii na ikaleta pia parent node, lakini muhimu na kuweza kuzingatia ni kuweza kutumia hii parent element inashauriwa sana kwa masuala ya usalama. So ukiachilia ishu nzima ya kuweza kusafiri kufanya safari ya kupanda juu Parent ya element fulani, let's say, wacha tuangalie sasa safari ya kushuka chini, nasema children, watoto. Kwa kuna method hapa kama nne, children, kuna children nodes, kuna first element child, kuna last element child. So tutaanza moja kwa moja nyingine na tutaweza kuzielewa zote kwa haraka. So safari hii ya kushuka chini, wacha tutengeneze mfano mwingine hapa mdogo, let's say tupo na listi. Kwa mimi hapa tutatengeneza unordered list ambayo unordered list hii wacha tuweke ID ni sawasawa na menu then tufunge listi yetu tupitishe hapa listi ya kwanza ambayo tuite let's say home tuweke listi ya pili listi ya tatu kwa hiyo home listi ya pili iwe ni about listi ya tatu let's say contact. So katika script yetu tufanye kitu hiki tutengeneze kwanza Bule, const menu. Sawa sawa sawa, to access document.get element by id then menu. Hapa tumesema tunahitaji kushuka chini kuweza kupata watoto, kuona children ambao wapo katika parent hii, so hapa get element by id menu moja kwa moja tumeshaipata na nikiweka hapa console.log menu.children. Ukiangalia katika browser huku utaona kile ambacho kimetokea. Wacha tu -duplicate console yetu, na sasa tutumie menu.firstElementChild.textContent. So ukiangalia katika browser yangu kwenye console hapa, utaona sasa hivi kwa kutumia hii method ya children moja kwa moja tuna uwezo wa kuona parenti fulani ana watoto wangapi, ana watoto wapi. So ukiangalia hapa tumeweza kuona parent hii, an ordered list element yetu, ndani yake kuna children hapa watatu, listi zetu tatu, hapa kuna listi tatu. HTML collection imekuwa returned. HTML collection ni nini zilizopita, kurudia, na ndizo ambazo tumeoneshwa list, tumeweza kujifunza huko nyuma. Console ya pili ambayo imetoka home tu tumehitaji kuweza kupata mtoto wa kwanza katika hii parent, yetu ambayo ni unordered list. Mtoto wa kwanza ni home, kwa hiyo tumetumia hii method ya menu. Menu ni hii variable yetu hapa, ambayo inatupeleka moja kwa moja kwa parent kuweza kuona mtoto wake wa kwanza, tukatumia hii first element child tukaweka dot text content. Method hii nadhani tunaijua, tunaenda kupata ile tunaita text node na kuweza kudisplay. Ndio hii ambayo imetoka hapa home Tusipoweka hii moja kwa moja utaona just inatoka na zile tag list muone, lakini tukiweka hii inaenda kutupatia just a content tu ya huyo mtoto wa kwanza ambao ni hii home, imeenda kutolewa hapa katika console yetu. Unaona, natumai unaweza kunielewa kile ambacho kinaendelea hapa. So kuna hizo method nne ambazo unaweza kuzitumia, kuna method hiyo ya children, kuna children nodes, kuna first element child. Kuna last element child mtoto wa kwanza, last element child mtoto wa mwisho. Unaweza kujaribu hiyo last element child lakini pia na hiyo child nodes. so, simple ni hivyo lakini pia tuna uwezo wa kusafiri katika DOM kwa kuweza kusogea upande sibling tunaongelea issue za udugu hapa. Tumesema, HTML document ni kama familia, DOM tree ni kama kuchukulia mfano wa familia. Unahitaji sasa hivi kuweza kumove kutoka kwa ndugu mmoja kwenda ndugu mwingine. Hapa sasa tunakuja na method hizi mbili: next element sibling, previous element sibling. Next element sibling ndugu anayefuata upande wa kulia, previous element sibling ndugu aliyeko kushoto. Well, let's say hapa tupo na hizi, au let's say tuandike mfano mwingine hapa, tuondoe unordered list Alafu ndani hapa tuweke paragraph, paragraph ya kwanza ambayo ina ID, tuipe ID hii 1, then paragraph hii tuiite kwanza. Alafu tupo na paragraph nyingine, sorry, hapa inatakiwa hiyo paragraph. Tupo na paragraph nyingine hapa ya pili, tuiite 2, ambayo ni pili. So katika JavaScript yetu simple kuweza ku access ufanye hivi const so const to sawasawa, I mean na document dot get element by id, then tuweke hapa tu kwa moja kwa moja, hapa tumeifikia hii e id get element. Sorry, nimekosea spelling ambayo ni 2 kwa moja kwa moja, tumeenda tumeiakses hii hapa, yenye ID ya 2 paragraph hii, then console.log 2.previous .previous element sibling dot text content. Angalia tulichoweza kukipata, imetoka hii kwanza. Ukiangalia hapa previous element sibling ni ipi? Ni hii hapa hiyo imeweza kutoka hapa, kwa vile tumetumia text content, imetoka hili neno kwanza hapa, ambalo kwanza. So simple, hapa ambalo limebebwa ndani ya ya ya hii yetu method nimetumia kuweza simple. tumetumiaetaae umeweza kunielewa kuhusiana na traversing the DOM katika JavaScript, umeweza kupata concept japo kidogo kile ambacho na kiongelea hapa, na hivi vitu utaenda kuona wapi ambapo vinatumika. Pengine sasa hivi hupati picha, sasa hizi uh, dot parent element, parent node, children zinatumika wapi, pengine unajiuliza, lakini tutakuja kuona kule ambapo zitatumika vizuri, tuweze kuzikava mapema, na itakapofika muda wa kuweza kufanya kitu ambacho kinahitaji hivi vitu ambavyo tumejifunza just ni kuweza kuvitumia tu haina haja ya kwanza kufundishana tena. So, sina la ziada leo video imekuwa refu lakini natumaini umeweza kupata kitu kipya. Like video hii, una maswali, una maoni, unaweza kuuliza katika sehemu ya comment. Asante sana, tukutane wakati mwingine tutapokuja kuendelea na kipengele kingine. Bado tupo katika DOM, kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza hapa, so, usiwe mbali na YouTube channel yangu. Asante sana.